Baada ya kugundua kwamba umeshabeba ujauzito wake, ndipo ameamua kukuacha. Pengine ulikuwa ulijui hili, mwanaume kama siyo posa au uchumba, anapokutongoza tafsiri yake ni kwamba anaomba idhini yako, ili aweze kukutana na wewe kimwili, au aweze kupata ngono na wewe. Mwanaume mko hapa, na mwanaume anapoamua kufanya ngono na mwanamke hafanyi naye kwa sababu anampenda au kwa sababu anahitaji kuishi naye au kwa sababu anahitaji kuzaa naye. Anafanya naye kwa kuwa hisia zake zimepanda. Chochote ambacho anakifikiria yeye ni kuhusu namna gani ya kutuliza mwili wake, kama sio mke wake. Kwa hiyo utakapoamua kubeba ujauzito kwa kuwa tu alikutamkia na kupenda na sio mumeo, akijua ndio itakuwa chanzo cha ninyi kuachana, kwa sababu anajua utamletea majukumu ambayo hakuwa tayari nayo na kukumbusha anayebebewa mimba ni mumeo, sio mwanaume ambaye amekupa ahadi kem kem kwamba atakuoa eh. Kama ulikuwa ujui hili ndio sababu umeachwa wakati umeshambebea ujauzito wake. Na ngoja nikukumbushe, anaweza akaikataa hiyo mimba, lakini mtoto hata umkataa, ukilea lea, furaha yako usitoe kwa sababu amekukataa, ah -ah mtoto ni mpango wa Mungu kuwa maisha yanaendelea. Mwanamke, mwanaume wa hivi hawezi kukuoa, narudia tena hakuoa. namba moja Aha. ambaye mpo kwenye uchumba ndani ya miaka mitano mpaka sasa hivi mmefika tisa, miaka yote hayo mnafanya uzinzi, uasherati, mshenyento miaka tisa, kwa taarifa yako hawezi kukuoa wewe. Amgeuza kama chombo cha starehe, akitoka kwenye mipangilio yake yupo taratibu na tafuta zake mke wake wa malengo wewe anakushenyenta, anakuchakaza muda sio mrefu atakuliachi. Kubali vijana ambao wapo tayari kukuoa, achana na huyo tapeli. namba <laughs> okay. <Number laughs> mbili. Mwanaume aliyemsaliti mke wake kwa ajili yako, yaani mtu kamfukuza mke wake kakuweka wewe ndani, alafu unamwamini msaliti. <laughs> <laughs> hii ni kwa pande zote mbili, mwanamke kamsaliti mme wake mpaka ameachana amekuja kwako, unajifanya unajua kuvunja ndoa za watu. Utakoma, malipo ni hapa hapa duniani malaya wewe. namba tatu mwanaume aliyezalisha wanawake kuanzia wawili na kuendelea. Yaani kazalisha mwanamke wa kwanza akamwacha, wa pili kamwacha. Alafu kaja na kwako. Oya eh, hey, jiandae kwa singomaza. <laughs> Namba 4. Mwanaume ambaye anataka wewe uanze kwenda kwenye geto lake na hajakuoa, hajakutolea mahari wala hajakuchumbia, ushaanza kwenda kwenye geto lake unafua, unapika mshenyento kama kawaida, alafu unategemea kuoa. Sasa kipi ambacho hatimiziwi katika majukumu ya mwanamke wa ndani? Kila kitu kama mke ushaanza kufanya. Kuna haja ya kukuoa? Kuna haja ya kukuoa?